Asante kwa siku hii nyingine ambayo tumebarikiwa kukutana nawe. Kama umgonjwa basi, mwenyezi Mungu akurehemu ukawe na afya tena. Karibu tena kusikiliza muendelezo wa simulizi hii ya mapenzi, simulizi iitwayo Siku za Uhai Wangu, ambayo imetungwa na kuandikwa na Danifordy Ben, ambaye unaweza kunipata kupitia nambari za simu za sifuri, saba moja, moja, arobaini na nne. Nne, nne, moja, sifuri. Sehemu ya nne ya simulizi hii tuliishia Hansi akiwa amemweleza Agi nia ya yake ya kuwa na Fatuma, lakini Agi anamweleza ugumu wa kumshawishi binti huyu ambaye ametoka kuumizwa. Je, ni nini kitaendelea? Basi tuwamo sawia sasa katika sehemu hii ya tano. Jibu lile lilinipa fadhaha kubwa sana, ijapo kuna roho bado ilikuwa ikinisukuma kuamini kuwa kujikwaa ni namna ya kuongeza mwendo tu na siyo kuanguka. Hivyo majibu yale ni kama yalikuwa yameondoa mawe mazito ambayo yalikuwa yameugandamiza mdomo wangu ushindwe kumfuata mwenyewe binti yule. Nilichukua simu yangu na kubofya vitufe kadhaa, hapo nikasikiliza kwa muda, kisha nikashusha pumzi ya nguvu, wakati nikiwa naiweka sikioni, huko nikiwa nasubiri majibu ya wa pili, Hello, subiri kidogo, nitakurudia. Alijibu Maria bila hata ya kusubiri jibu langu, alikata simu ile. Nia ya kumpigia ni kutaka kupata ijapo mawasiliano ya Fatuma ili tu nikaking'oe mwenyewe kile kisiki cha mpingo, maana tayari nilishaanza kuhisi kukwama endapo ningeendelea kumtumia Maria kufikisha ujumbe wangu kwa mrembo yule. Lakini kwa nini niendelee kumtumia binti yule? Harafu mbona pale mgawani ni kama walikuwa wanafahamiana na yule mhudumu. Hebu kwanza nimfuate yule dada, nilijisemea na hapo, nikaanza safari ya kuelekea kule ambako akili ilikuwa imenituma niende. Kwa wakati huu ni dhahiri sasa nilikuwa nikiumbishwa na moyo na sio akili, maana kila nilichowaza ndicho nilichokuwa ninakifanya bila hata ya kufikiri mara mbili. Matarajio yalienda kama nilivyotaraji, na sasa huenda ilikuwa ni zaidi yake, maana ni kama bahati sana. Katika mgawa ule ambao nilikuwa nimeenda nilimkuta Fatuma naye akiwa hapo pia. Mwendo wangu ulipungua, ila tu haukukwama kabisa, maana nilimkaribia na kusimama kando yake ili niweze kuzungumza naye. Habari yako dada, nilimsalimia baada ya kumkaribia kabisa. Wakati huo nilikuwa nimesimama kando yake tu nikimtazama kwa umakini, nikiendelea kuchakata zaidi sifa za mrembo huyu ambazo huenda wengine wasingeziona kwa macho ya kawaida, zaidi ya macho ya uchu wa mapenzi ambayo mara zote kuchambua mema tu na kusahau mabaya. Njema, alinijibu kiufupi, pasi hata kunitazama. Wakati huo alikuwa bado akiendelea na shughuli zake za kudurusu katika simu yake ambayo ni dhahiri ilikuwa imemtinga sana. Mm, aa, aa, aa, samahani, naweza kukaa karibu yako? Nilijikuta nikizungumza kwa upole na kigugumizi ambacho hata sikujua ni wapi ghafla kiasi kile kilikuwa kimenikamata. Hofu ilinihadaa akili yangu zaidi ya mara mbili na kufinya ujasiri wote ambao ulikuwa umenileta hapa. Bila shaka, karibu. Sasa rijibu na kuondoa macho yake katika simu na kunigeukia kunitazama pale nilipokuwa nimesimama nikisubiri jibu lake, uso kwa uso tukakutanisha macho yetu, kisha nikamwona akitoa miwani yake na kuiweka katika meza. Eh, ni wewe tena. Una shida gani na mimi? sinilisha kwambia sitaki unifuatilie, mbona unielewe uwe kupe, una kitu nakitaka kwangu sio? Sasa, mwanaokome kutosha kwa mkanyo wa mdomo kuja ulimwengu kufunze, alinicharua binti yule kwa hasira sana. Baada ya kunitazama, ni dhahiri alikuwa amenikumbuka kuwa tulishawahi kukutana siku kadhaa nyuma. Kwa kuwa tulikuwa wenyewe ndani ya mgawa ule, niliona hii naweza kulimaliza taratibu na binti yule akatulia tukaelewana. Ila waswahili husema heri nusu shari kuliko shari kamili, na wachache walisema jifanye mjinga siku ipite. Nadhani hawa ndio waliokuwa wameniponza. Laiti ningemsikiliza muhenga yule aliyesema, mkataa pema pabaya pamwita, haya yasingenikuta kwa kuwa kauri yake ya kwanza ingenifanya niondoke. King'ang'anizi changu ndicho kilinifanya nibaki pale kutafuta suruhu ya tofauti zetu mbele ya simba mwenye njaa kali, lakini Fatu nilijaribu kuzungumza naye anipe nafasi ya kunisikiliza nilichotaka kuzungumza, lakini kabla hata sijamaliza nilimsikia akitoa ukelele wa kuita watu, kuwa akidai mimi nilikuwa ni mwizi na pale nilikuwa nikitaka kumpora mali zake. Hakika msikilizaji, sijui hata nisemeje na niliwekeje, maana pale nilisha yavagaa ya waswahili wasio hata na subira wala kutaka kujua kipi ni kipi na ukweli ni upi. Nilibebwa msobe msobe mpaka nje ambapo nilikula kipigo hata nikashindwa kuzuia wale waliokuwa wakinimwagia petroli tayari kwa ajili ya kunitia moto. Nam sehemu ya tano imetamatia hapa. Je, nini hatima ya Hansi? Basi usikose kuungana nami katika sehemu inayofuata ya simulizi hii. Kwa sasa asante kwa kuwa nami na Mwenyezi na Mungu akubariki.